Napenda sana kuwasikiliza waswahili kwani waswahili wamekuwa wakinifundisha vitu vingi sana nimependa kuwasikiliza misemo yao ya aina nyingi sana na ukiwasikiliza kwa makini utagundua kwamba maisha yaliyopita ya sasa na yanayokuja ndiyo yale, hali yanahitaji mabadiliko tu. Kuna siku moja nilisikia msemo wa mswahili mmoja anasema kwamba usipoziba ufa, basi utajenga ukuta. Hivyo napenda kukwambia, hata wewe ndugu yangu, usimjaji mtu kwa maisha yaliyopita, kwani maisha yaliyopita ya mtu sio maisha yajayo mtu hajajiwi kwa kumtazama tu, kwani kuna wengi waliokuwa wabaya na sasa ni wazuri. Hivyo maisha ya mwanadamu ni kama karatasi iliyokuwa nyeupe, haina kitu. Ukumbuke stori ya maisha yako, mwandishi ni wewe. Vile utavyochagua ndivyo utavyokuwa.